arosiowetusisi wa huko wenyewe, nilipanga kule tunacheza shema, hatutakaba valo, tunazuia njia, hatutanyanganya valo. Sisi kazi ni -nice kuziba kama vile tulifanya dakika ni mbili sisi wenye kuwa huku tunafanya aktivite kama

Mazoezi anaendelea midaeshiumida kama alivyoongea kocha. Kesho tutakuwa na travel karibia tatu zenye ziko tofauti sana so, tu tunahitaji mida ikuwe yenye kuheshimika na wachezaji tusichelewe tena, kama tulivyofika. Tumeesha fanikiwa tu kufika kwenye mazoezi, tumalize wiki juu kocha naye asikwe na changamoto ya kusema eh, fulani mtandaa <coughs> na fulani hapa, tunakuwa naweka ma Arabu na ma bosta so, jamaa na jenekiko wachezaji tufike tufike tufike. Tuambiane hata huko kumanyuma. So bado huko leo. Ma defenders watatumika wao kama wao, itatumika kama kama yenyewe na waaaatumike hebu kama hebu.